Habari yako. Salama. Uko vizuri? Uko vizuri. Niko vizuri. Unatambulika kama nani? Mimi natambulika kwa jina la Sofia Galikano, lakini pia jina la biashara natumia kama Soso Liquid Soap. Soso Liquid Soap. Sasa Liquid Liquid Liquid Sasa Soap, leo uh, kwenye vijana wa shule ya sekondari Kijitonyama, umekuja na umetoa elimu ya namna ya utengenezaji wa sabuni ya maji, si ndio? Mimi nataka utuambie kitu gani ambacho kimekusukuma wewe kuja kutoa elimu kwa vijana kama hawa. Kwanza kabisa mimi huwa napenda sana ujasiriamali. Kutengeneza sabuni nimeanza nikiwa bado niko chuo mwaka wa kwanza, nadhani nilianza kufanya ujasiriamali mdogo mdogo wa sabuni za maji nikiwa nawauzia wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo pia nikavutiwa na jinsi ambavyo tamasha hili la leo limelenga hasa kuwainua vijana wadogo wadogo, hasa wanaomaliza kidato cha nne. Kwa hiyo nikavutiwa kuwafundisha, ili pia nao wawe na ujuzi angalau pale wanapomaliza kidato cha nne na kwenda mtaani, wawe na kitu ambacho wanaweza wakajifunza na kuanzisha biashara zao ndogo ndogo ndogondogo wenyewe. Je, uh, yeah, ushauri kwa vijana ambao sio ambao wapo labda shule ya sekondari, kuna wengine wapo kitafu mpaka sasa hivi, beki azikabi hawaelewi <laughs> mtu aelewe afanye nini, avumbue yeah. Mimi ushauri wangu ni kwamba wa wajitoe kwa kweli, wajitoe kwa sababu maisha yanataka utafutaji, uwe mtu wa kujitoa, unajishughulisha na vitu vya hapa na pale. Ujasiria mali sio lazima kutengeneza sabuni tu, unaweza ukaamua ufunge vikaranga vyako ukauza, ukatoka hapa na pale, ukatembeza kwao. Ndio hivyo, ni kujitoa tu, yaani maisha yanataka kujitoa. Maisha yako sasa hivi yanategemea ujasiria ya mali? Yes, maisha yangu yanategemea ujasiria ya mali, naweza nikasema hivyo. Tangu ulipoanza na ulipofikia, hali ikoje? labda Tangu nilipoanza mpaka sasa, kwa kweli hali ni nzuri, nashukuru Mungu, kutoka nilipotoka, kuanzia nilipokuwa nauzia wanafunzi wenzangu vioni mpaka sasa hivi mtaani pia, kama hivi nafundisha watu, kuna darasa la ujasiriamali nawafundisha watu kutengeneza sabuni za maji, kufanya biashara mbalimbali, yani hivyo imenifikisha mahali. Kwa kweli nahitaji nikupate, na nipo kwenye mtandao wa kijamii. Nakupataje kwenye mtandao wa kijamii? natumia jina la Soso Liquid Soap hilo ndo jina langu la biashara lakini pia unaweza kunipata kwa namba ya simu 0748 544824. Unaweza kunipigia au kunitext whatsapp au sio? Shukran sana, asante ah.